Muthurire miaga mothe <tipasana> tiga kumia mothe wakeri ithuire mm. mwaneriri ona ndithuire mumioni nikuri ndeto cia thingira. Si nikuri deto cia si kwaria na no kwoni ma nimuraritie no nikuri deto cia thingira na nikuri cia kurutwo si king'ang'a-ini ti maundu mothe maaragio mwingi-ini maundu maya mamwe kwaria mwingi-ini no kuheo ukorwo kihe wambere angethereria aku na thu ciaku ukorwo kimahe mahiga magukuhura namo nikira urahurwo namo ni we wirehereire mm. to inyui murabangite na miario no. no to inyui murabangite ona andu aria angi makaragwo magithanga na magakira Nuni yeah. mm. ne ginya ODM na UDA igitiga nera kule magadini. Ndio nona. Ndio makigwa makiwa makiu ati one candidate wa broad base. Ndio haya ni makona keri na kaona ni maragia. Ve na wito le mwene kwa ya maudu mono. Ndio haya gima ba game ba goya to ginya marie. Ti maudu mothe de mwezi mwa Gachagua oli ukaga kwa ya mwigeine mamwe kiraga tuna mo. Ne kuri ado ona riu ma gikinya handu ma bia go gwitigira kugia kari ko nawe do ko ni ma ni murarite na mwesimu akalonzo no ni ro waka ko mwanika eh ena ndo ake kiama kia wai patigia ke wika ni ona na ko ni kiama na okire kugare maheni eh eto ndo ri wuri wa ni eh. ne, ma ni mo ake aria mm waka waki mwanika ali waka ma bia ko mwira ho ni ke geke eh ma ni ke you see he ma ndo ma mwetu ihinde ri ngi gakinya ri ona to mwa ko twira ni kali ko mwagite ni mucaragia ciugo ingi mukoiga ihi anga ni tuikara thi eh ni tuona mundu ri na witikire kuri ni uyo muga tuthanga andu ma ota ko abia gwitigira kugia kali ko nawe tondu ri uri mwagia kali ko nawe ri ni uri ka uga truth for man eh wanike eh